Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, habari zenu ndugu zangu, na karibuni sana katika chaneli yetu ya Sir Bin Laden 1786 chaneli ambayo yenye kufundisha elimu ya tiba eh, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa rahma zake Mwenyezi Mungu, lakini pili tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutujalia hii elimu kidogo ambayo Allah yeye ametukadilia kwa ajili ya kutatua na kwa ajili ya kuwa sababu ya kuwasaidia wagonjwa na watu mbalimbali mbali katika wale ambao wanataka tiba. Leo tutasoma sura ya ajabu katika ufunguzi na sura ya ajabu katika kutibia kila maradhi katika huu ulimwengu. Sura yenyewe inaitwa Suratul Fatiha, Suratul Fatiha, wanazuoni wanaiita Ummul Qur'an au Ummul Kitab. Eh, hii unaweza ukaiita mama wa Qur'ani au unaweza ukaiita Ummul Kitab kwa sababu sura al-Fatiha ni sura ambayo inayoanza katika Qur'ani, lakini pia sura al-Fatiha yenyewe ni ufunguzi wa swala yani, kama mtu ataswali pasina kusoma sura al-Fatiha ina maana swala yake hiyo haipo. Sawa, sura al-Fatiha yani, ni nguzo pia katika swala. Ili mtu uswali na swala yake iwe sahihi, lazima usome sura al-Fatiha katika zile swala za faradhi. Sawa sawa, kwa hiyo Sura Al-Fatiha ni ufunguo wa kila kitu katika huu ulimwengu. Kwa hiyo, yoyote yule ambaye atumia Sura Al-Fatiha atakuwa na uwezo wa kufunguka majambo yake, lakini pia atafunguka hata kama merogwa na nani. Hata kama ni uchawi wa miaka mingi na mingi utatoka. Sura Al-Fatiha ni miongoni mwa sura yenye maajabu makubwa katika huu ulimwengu. Mimi nimefanya research nyingi katika kutibia wagonjwa wengi wa mashaitani wagonjwa wa stroke wagonjwa, wagonjwa wa majini mahaba, wagonjwa wote wengi. Baadhi yao wale wenye magonjwa hapa na pale ya muda mfupi wanatumia njia hii, lakini pia tena wengine ambao wenye magonjwa ya muda mrefu wanatumia Sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha ni tiba bora katika ulimwengu, lakini ndo, ndo sura yenye miujiza mikubwa kama ilivyo katika Qur'ani, kwamba ndio ufunguzi wa sura au ndo ufunguzi utakapotaka kusoma Qur'ani, sawa sawa, ndo so, so. Yani ndo sura ya kwanza katika Qur'ani katika kuisoma na maana. Ili uisome Qur'ani lazima uanze mwanzoni kule kuna sura, yani Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha, mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Shukrani zote na stahili Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote. Sasa, kwa hiyo ukisikiliza yenyewe sura Al-Fatiha mwanzo mpaka mwisho unakuja kuona kwamba ni kweli hii ni sura yenye maajabu makubwa katika ulimwengu. Sasa, tunafanyaje hii sura Al-Fatiha ili tuletee makubwa na itufungue maradhi yetu? Kwanza, kabisa tafuta mara shirozi au nenda moja kwa moja tafuta maji ya mvua. Naposema ja mvua nina maana kwamba ni maji ambayo umeyakinga katikati ya mbingu umeelewa? Yani isitelemke kwenye bati, kisha ukayakinga ukasema jani ya mvua mazuri. Katika mabati yetu mengi, yanakuwa tu mabati mengine yana kadha wa kadha, kuna mapaka labda anapita umekunya huko, hayo maji yanakuwa sio maji sahihi ya mvua. Ingawaje ni maji ya mvua, lakini ni maji ambayo hayana eh majambo mazuri katika yale ambayo unataka kufanya. Sasa ikitokea unataka kujifungua labda, umefungwa kile unachokifanya ukielewi, wataka kufunguka katika majambo yako ya zai matunda, chukua maji ya mvua. Baada ya kuyachukua maji ya mvua, chukua dhafarani na miski na marashi rozi, andika sura so al-Fatiha kwa kufarakanisha herufi sawa sawa, yani alif lam ha mim dali taratibu. Unaandika kufarakanisha herufi, baada ya kipindi unasoma kipindi unaandika hiyo tarasimu yako kwa karatasi nyeupe na dhafarani miski na marashi rozi utakuwa unakuwa unasoma ukurudia rudia, alhamdu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Unaandika huko unasoma, unaandika huko unasoma. Baada hapo unachukua maji ya mvua, utatumia kuyasomea tena ayo maji yako katika hiyo karatasi yako. Utasomea, utayasomea sura Al-Fatiha sabini na tano na ayatil kursiyu sabini na tano. Kisha tuweka na chumvi ya mawe. Baada ya kufanya hivyo, maji hayo utatumia kunywa kwa manuizi, lakini pili utakuwa unajipakaza mwili mzima. Kama utapenda pia, ongeza na alititi katika maji hayo. Utafunguka vifungo vilivyofungwa makaburini, miti mikubwa, njia panda na waliofunga kwa siri, na waliofunga pia kwa kiza kote, pia vitafunguka. So ya leo nimeizungumza kwa uchache sana. Lakini inshallah ipo siku nitadadavua Wakina, miujiza ya sura al-Fatiha, hii ni sura ya ajabu sana katika kufunguka majambo yako. Kazi ya hii, kama upati kazi utapata kazi. Kama uolewi utaolewa, kama hauoi utaoa, kama una tabia kujisikia mzito katika mwili wako kwa sababu wengine wakifunga katika mwili, mwili unakuwa mzito. Utafunguka, utapata kazi, utapendwa na watu na utaheshimika, na utakuwa miongoni mwa watu wakubwa katika ulimwengu. Hii ndio miujiza michache ya sura al-Fatiha. Insha Allah, kipindi chetu cha pili nitaelezea kwa kina surati al-Fatih. Amani iwe juu yenu na kupendeni.